Naibu katibu mkuu wa KNUT Hesbon Otieno amewataka waalimu kukumbatia bima ya matibabu ya SHA akisema ina manufaa mengi kuliko bima ya awali ya uh, Minet. Kulingana naye, mfumo wa ma, uh, matibabu wa SHA umefanyiwa marekebisho ili kutoa huduma zinazotosheleza waalimu. Cha muhimu ni kama serikali inachukua pesa ya waalimu, lazima nao waalimu wapate quality services kutoka kwa serikali kupitia hiyo uh, public officer medical uh, uh, scheme fund na hiyo ni jambo kama union, we will always follow up leadership of our all the branches 110 Kenya mzima. Kukiwa na jambo lolote ambalo mnataka tujue, ili tuweze kufuatilia, msisitasite, tupigieni simu, our lines are open. Tuna ofisi ambayo tumefungua pale national office ambayo inashughulikia hiyo mambo. Kila malalamishi tunapata, tunaongea moja kwa moja na Social Health Authority na pia tunaongea moja kwa moja na Teacher Service Commission.